Uh, na na inaelekea naelekea, yani, kesha piga hatua kufanya kitu kikubwa sana, sababu mpaka kunileta em kunileta hapa anajua kwamba mimi na vipaji ambavyo navyo t ktcaso na ligi kama hizi, sisi ndio tunayochukua vijana kama. Safari a safari hii vijana zaidi ya ishirini

wachezaji ambao watakuja kuteuliwa hapa kama wazaji nane wanakuja kujiunga katika kituo cha kesho.